Tukirejea hapa nchini, je, umewahi kusikia juu ya swala la meditation? Unaweza ukasema tafakuri ya kina au ya utulivu. Inafanyika vipi na unawezaje kujifunza? Basi tutakujuza leo hapa, endelea kuungana na sisi na endelea kusalia nasi. Tayari tuna wageni wetu hapa studio kabisa. Unajua wanasema uh, afya ni mtaji na hmm, tumewekeza kwa kiasi kikubwa sana kwenye matibabu. Mm -hmm. Lakini vipi kuhusu afya ya akili? Afya ya akili ni muhimu sana. Ni uwekezaji kiasi gani umefanywa kwenye afya ya akili? Mm -hmm. Kuna vitu ambavyo vinasaidia kuimarisha afya ya akili na moja kati ya vitu hivyo ni kama ulivyosema, meditation. Sasa kwa Kiswahili chake hasa fasaha, <laughs> sijui, nini watatusaidia hapa wataalamu. Mm -hmm. Lakini kama ulivyosema tunao wageni hapa, Aristides Ngoda ambaye ni mwalimu e, wa meditation pamoja na Magreth Temu Karibuni sana sana, nafurahi asante, asante sana kuwa na nyinyi na njina. Leo hmm. hapa mtatufundisha jinsi ya kufanya meditation na e, ikiwezekana tutafanya meditation hapa hapa angalau hivi meditation inaweza kufanyika kwa, kwa muda gani angalau mtu akapata kile ambacho anakitaka, Mwalimu Ngoda? Okay. Asante, asante kwa makaribisho mazuri na, na, na ningewaomba watazamaji popote walipo uh -huh. wawe tayari uh -huh. wawe tayari kabisa <laughs> ili tuweze kupata uelewa kuhusu meditation. Kimsingi kwa Kiswahili mm. Kiswahili bado kunakosekana neno sahihi kwa dio, sababu ukiangalia uhalisia wa meditation yenyewe um, tunajaribu kuiweka katika Kiswahili lakini sio maana halisi mm. Kwa hiyo hapo tunasema kwenye Kiswahili neno meditation basi tunabaki tu nalo kwa, kwa hii lugha ya kigeni. Asante sana hmm. Inabaki hivyo hivyo meditation, hatungependelea ibaki hivyo eh, hivyo wakati tukiendelea kuwaza. Kuwaza sasa <laughs> kuwaza bado unakuwa huko huko huko kwenye thinking, kwenye ya. Kufikiria kwenye akili na ndio vitu vya mazoea. Basi tuseme tafakari tiba, naona <laughs> <laughs> mtu anayetafuta meditation ya kuja. Okay <laughs> asante <laughs> lakini kuhusu hilo swali ulilouliza la kwa muda gani unaweza ukafanya meditation angalau basi hata dakika kumi hmm, kumi na tano ishirini, kama dakika kumi, lakini nataji utulivu zaidi. Ia e, sawa sawa kwa hiyo kadiri ya uh, unavyoendelea kadiri, maki ni zoezi la kila siku asubuhi hmm, na jioni asubuhi na jioni. Kwa hiyo sasa uh, si kitu cha cha, cha mara moja. Eh, eh, na kadiri unavyoendelea eh, unavyo ku meditate ndio unavyozidi kupata yale manufaa. Okay. Sasa ambaye tumemwacha good luck anaweza akawa hatuelewi meditation ni nini. Na ndio hapo nilikuwa nataka nije sasa. mm -hmm. Unajua mwanzoni niliuliza kuhusu muda ambao unaweza kutumika ili tuone kama tunaweza tukafanya hilo zoezi hapa hapa kisa sasa. mm -hmm. Hapo hapo. uh -huh. Meditation ni kitendo maalum kabisa uh -huh na si kwamba eh, kinaweza kikafanyika mahali popote kwa okay. sababu <coughs> kutokana na umaalumu wake na na na, na, na, na, na, kuna haja ya kutengeneza mazingira yanayofaa okay. eh, ambayo sasa sisi tunaelewa kwamba hayo ya mazingira yanafaa kwa ajili so, <laughs> ya kufanyia meditation sawa. tutajua hayo mazingira yanafaa ni yapi. Labda Mwalimu Temu tuambie, tunasema meditation hasa tunamaanisha nini? Asante sana. Uh, meditation kwa kuielezea ni kitendo cha kujihusisha na hali zako nadhifu, mm. kwa lengo la kuwa mmoja na zile hali. mm -hmm. Sasa tunaposema hali zako nadhifu tunamaanisha nini? Uh, binadamu hapa kwenye mazingira ya ulimwengu mm -hmm. anatumia mwili, hisia na akili zake. mm -hmm kama jinsi ya kujieleleza kwa lugha yetu ya tuliozoea kutumia tunaita ni vyombo ambavyo binadamu wanavitumia kujieleleza yeah. Lakini kuna hali fulani ambayo ndo binadamu wenyewe. Sasa unapokuwa unatumia vile vyombo sana, kuna wakati nafika vile vyombo ndo vinakuwa kama vimetamalaki, hasa hasa akili ambayo ni mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ulizokusanya kwa kutumia milango yako mitano ya fahamu tokea unatungwa mimba mpaka hapa ulipofikia sasa hivi. Kwa hiyo maisha yetu mengi yanaongozwa kwa kutumia akili ambayo akili ndio inaendesha hisia na, na mwili kwa jinsi fulani. Sasa meditation ni ile hali ya kurudi ndani na kuhusisha ule ufahamu wako na hali zako nadhifu, hmm, ili sasa ziweze kuwa ndio zinazojieleleza zaidi kuliko ule mkusanyiko wa taarifa ambao umekusanya kwa kipindi cha maisha yako hmm. Hmm. kwa afanye meditation sawa mm. Uh, kuna baadhi ya, e, kuna ya, kuna ya vitu tunavyoiona na kwa nini nifanye mazoezi na, naona kabisa ninapungua mwili yeah, yaani yeah. Kuna baadhi ya vitu tunavyofanya tunaviona kwa nje, meditation kama ndio hivyo unavyozungumza sasa mm. Nishawishi, asante sana, kama nilivyosema, kufanya meditation ni kujihusisha na hali zako nadhifu mm. Na binadamu ameumbwa kwa jinsi ya ajabu Amboni, kamilika, lake, kuanzia ulaji, kuanzia ambao ni kama amekamilika pamoja na mazingira yake yanayomsupport kuanzia ulaji kuanzia afya yni na jinsi yote ambayo anatakiwa aweze kuishi kwa ustawi imetengenezwa ime tayari, yeah. Sasa unapofanya meditation na kurudi kwenye ule utulivu wako wa ndani, inakuwezesha kuweza kuyakabili au ku kujieleleza kwenye mazingira yako kwa ufanisi zaidi, na kitakachotokea baada ya hapo, utapata utulivu utakao kuwezesha kupambanua mambo mbalimbali mbali. Utaweza kuwa na afya bora. Nitaelezea kidogo hivi inapokuwa na, yaani utajikuta maisha yanaleta maana zaidi kwa sababu unajihusisha na ile ambao ni asili yako mm. Meditation ziko za aina nyingi, lakini meditation ya awali kabisa ambayo tumejifunza na tungependa kuwafundisha ni meditation ya pumzi. Pumzi ni kitu ambacho tunakishukulia poa, lakini ndio kitu ambacho unapoingia duniani ni cha kwanza kukutana nacho. Mm. Na ndio utakapokiacha, watasema mm, maisha yako yamefika mwisho, mm. Pumzi ndio inakuunganisha wewe na ile asili yako na ndio kitu ambacho kama ndio kinatuunganisha yote, na ni kitu ambacho ni cha bure, lakini ni cha thamani kubwa mm -hmm. Kwa ile meditation ya pumzi, yaani kuanza kuifanya tu utaanza kuona maisha yako yanavyoboreka yeah. Kuanzia ya afya pamoja ya, yaani afya ya mwili akili na hisia. Na jinsi sahihi ya meditation unaweza kuona ni jinsi ambavyo mtoto mchanga anapumua pumzi. Pumzi ndo jinsi sahihi ya kuvuta pumzi. Kama haupumui kwa ufanisi, unapumulia kwenye kifua basi kuna mahali mwili wako utaanza kupata misi zitakazojieleza kama tatizo la afya ya akili au tatizo la afya ya mwili. Labda niongezee kidogo kutokana na swali alilouliza ndugu eh, mtangazaji hapa <coughs> sijui na nyinyi mnaitwa watangazaji <coughs> <coughs> okay. Ni kwamba kuna opa, kama alivyoeleza mwenzangu Magreth alizungumzia, ali, aligusia neno vyombo vyombo kwa maana ya kwamba kumbe kuna haja ya kujua kwamba au tugundue kwamba kuna vyombo, halafu kuna hizo hali nadhifu. Sijui mna, mnaipata hapo? Mmegundua kitu A, hapo? Yaani alizungumzia kwamba akili ni mojawapo ya chombo. Ndiyo. ambapo kingine ni hisia na kingine ni, ni mwili wenyewe huu ambao tunajieleleza nao. Mm. Huu mwili tunajieleleza nao kute, kutokana na vitendo tunavyovifanya. Lakini action inaweza ikaa imeanzia, hicho kitendo inaweza ikaa kimeanzia kwenye akili. Sawa? Kwa hiyo sasa kikapita hata kwenye hisia, halafu kikaja kumalizia kwenye kujieleleza kwa vitendo. Kwa hiyo sasa kwa sababu kumbe kuna vyombo, halafu tunasalia huko huko kwenye vyombo. Hivi hakuna haja kweli. Kwa hiyo ni swali ambalo unalitengeneza wewe mwenyewe kwamba kuna haja ya kuzijua hizo hizo <coughs> hali nadhifu. Hilo hilo ni la kwanza. La pili, tunapofanya meditation ya pomzi, tunapata nafasi ya ku kutokana na hiyo pumzi yenyewe ilivyokuwa na hiyo nguvu au inakusababisha ina, ina wewe kuweza kufungua uh, kufungua mm, uh, kuweza kuf, kufungulia mlango wa kuweza kuingia kwenye hizo hali nadhifu. Ina maana kwamba kutokana na vile vyombo ambavyo tunajieleza navyo kila siku kila siku, ni kama mazoea, lakini sasa kumbe pumzi inaweza ikakufanya eh. Kwa sababu haijai kutokea, akili ikakurudisha ku, ika kwenye hali za ndani Akili haijawahi kufanya hicho kitu, yenyewe inafanya kazi kutokana na vitu vya nje. Kwa hiyo tunaposema ndani, ina maana kuna nje. Sawa, tuko pamoja hapo eh? Kwa hiyo sasa ile hali ya ndani, ule unadhifu ambao tunauzungumzia, ni kwa sababu pumzi sasa inachofanya ni kukurudisha kule ndani, na uweze kutambua. Atupe hizo hatua sasa za kufanya hizo kwa Kwa okay. Kwa Kwa okay. Asante sana uh, sisi ni wanachama wa society inaitwa the past society ambayo inapatikana makao yake makuu yako Kisota Kigamboni, na pale tuna madarasa ya awali kila siku ya, ya Jumamosi saa nane, lakini pia tuna darasa mwenge Afrika sana kila Jumatano jioni saa kumi na moja na nusu. Na kama tulivyosema mwanzoni, meditation inahitaji maandalizi. Kwa hiyo kwa ambaye anahitaji kujifunza meditation, karibu sana, unaweza kupata mawasiliano yetu kwa Dar es Salaam na miji mingine yote ambayo tupo kutoka kwenye uh, social media zetu ili sasa uweze kuwasiliana na sisi na tukukaribishe uweze kupata wasaa mzuri wa kufanya meditation eneo ambalo ni tulivu na lina mazingira yanayokuruhusu kufanya meditation. The Path Society ambako Instagram utatupata kwa The Path Meditation, na YouTube pia ukisema Path Society utatupata, na utaweza kuona makala zetu mbalimbali na kupata mwongozo wa kufika kwenye vituo vyetu vya kutoa huduma. Tunawashukuru sana asante. Naweza nikaongeza jambo kidogo tu, mm. Tunawakaribisha kwenye zoezi letu la kutoa damu ambayo litafanyika, tutawapa taarifa litafanyika lini. Tunawakaribisha sana sana, moja hapa ya activity ambazo tumeona no. tuzifanye. Shukran sana, tunawashukuru sana kwa sababu amesema inahitaji sehemu ya maalum ambayo imeandaliwa. Basi tutatafuta sehemu eh, e, kabisa <laughs> kabisa, lakini wao wamesema kwa hapa mm. <laughs> e, <laughs> <Yabutu>. mazingira. <laughs> mazingira kidogo hayaruhusu. Asanteni sana, tunawashukuru sana, asanteni sana, karibuni sana, asante sana.